habari za leo na karibu sana katika Mizani ya Wiki Ijumaa. Juma hili mkutano wa kumi na mbili wa bunge la kumi na moja ulihitimishwa kule mjini Dodoma, ambapo jumla ya maswali ya msingi mia moja na ishirini yaliulizwa na kupatiwa majibu. Maswali ya nyongeza yalikuwa ni mia tatu na themanini, lakini kwa kuwa bunge hili lilikuwa ni bunge la miswada kama ambavyo limekuwa likifahamika bunge la mwezi Septemba, Kulikuwa kuna miswada mitano iliyowasilishwa bungeni. Mswada kinara ulikuwa ni ule wa kutambua Dodoma kuwa makao makuu ya nchi ya Tanzania. Lakini kando na hiyo, kulikuwa kuna mswada ambao uligusa idadi kubwa ya watumishi wa umma hawa, na wazungumzia walimu. Hivyo uletwa mswada wa sheria ya bodi ya kitaalamu ya walimu, kwa kimombo wanaita The Teachers Professional Board Bill of 2000. N18 ambako tayari umeshapitishwa na sasa unasubiri saini tu ya Rais Dr. John Magufuli ili sasa muswada wenyewe uitwe sheria. Naye kualika hii leo, naitwa Nordin Selemani, lakini tumewaalika hapa uh, Msafiri Mpendu, yeye ni mchambuzi wa masuala ya elimu ili kuweza basi kuangazia swali lenyewe. Karibu sana Msafiri. Asante sana. Kwema. Kwema kabisa lakini kando yake tunaye mwalimu Mesha Kapange, yeye ni katibu mkuu wa chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu hapa Tanzania, wenyewe wanajiita CHAKAMWATA. Karibu. Asante sana. Kwema. Kwema kabisa. Tuanzie kwako mwalimu. Nashukuru. Muswada huu una maana gani hasa kwa nyie ambao ndio walengwa kabla ya kuwa sheria? Uh, mswada huu kwetu ni tofauti na yalivyokuwa matarajio ya walimu na vile ambavyo wale waliokuwa wanaupigia upato walivyokuwa wanawaaminisha walimu kwamba mswada huo ukija utakuwa umebeba maudhui fulani ama umebeba neema fulani. Maana rahisi ya kutafsiri mswada huu kwetu sisi ni ukandamizaji zaidi kuhusu haki na maslahi ya walimu. Ukiwa na maana gani? Nikiwa na maana kwamba mswada huu walimu walitarajia kwamba utabeba Uh, njia mwafaka za kutatua kero ambazo zimekuwepo kwa miaka nenda miaka rudi kwenye sekta ya elimu na kilichokuja hakuna hata kimoja kinachobeba utatuzi wa kero zile. Badala yake mswada huu unamtazama mwalimu kama ni muovu fulani, kama ni jambazi fulani, kama ni mtu asiyejitambua, ni mtu asiyekuwa na uzalendo, ni mtu mhalifu. Umebeba tu nini mwalimu afanyiwe, atendewe, aadhibiweje akifanya hili aadhibiweje akifanya hili, na asifanye hili na hili. Kwa hiyo umemleta mwalimu katika sura tofauti kama ni mtumishi wa umma lakini asiyejitambua, asiye na uzalendo, asiyejua sheria ambaye daima ni mtendaji wa makosa. Kwa hiyo mswada huu unaleta sasa namna gani mwalimu huyu atendewe akiyafanya haya mm. Na wakati walimu wategemea kwamba mswada huu sasa unakuja na, na, na suluhisho kwamba mwalimu hapandi madaraja. Walimu wengine wameanza kuacha kazi sasa hivi, kwa sababu unamfundisha mwanafunzi anakwenda chuo, akishamaiza vidato huko anakwenda chuo cha walimu, akirudi wa anaajiriwa kwenye walimu anakukuta mwalimu wake upo darasani bado anakuzidi mishahara, ni mjukuu wako anakuzidi mishahara ndani ya muda mfupi sana kuna walimu wameamua kuanza kuacha kazi sasa kwa hiari kwa sababu hizo hasira. Tuitegemea bodi hii itakuja na miafaka hiyo kuangalia seniority in service ya mwalimu. Umekaa miaka arobaini, miaka thelathini kazini, daraja lako la mshahara linalingana na umri wako kazini na elimu yako ulionayo katika kujieleza, mshahara unaopata unalingana na hayo, na haki zako zingine, vitendea kazi vyako unavyofundishia mwanafunzi ni sahihi, vinazalishwa na mamlaka ambayo iko sahihi taifa. Sasa hivi kuna uzalishaji wa, wa material, education material wa holera kabisa, kabisa. Mwalimu hata ukimpa shilingi milioni tano katafute kitabu ana mtihani atafute kitabu kipi kimeandikwa na kampuni gani na mwandishi nani? Huko zamani tulikuwa na taasisi za kiserikali Tanzania Elimu Supplies na taasisi ya kukuza mitaala Tanzania zikawa ndo zinachapisha. Leo ni uchapishaji holela kabisa kabisa kabisa kabisa. Tuitegemea mm. Bodi ingekuja na hayo mambo yote, haijaja na hayo mambo yote, lakini imekuja na mambo hayo kumwona mwalimu kama ni mtanzania ama ni mfanyakazi asiyejitambua, asiye na uzalendo, mtendaji wa makosa daima, Mwalimu Shaki ki... haiwezekani. Haya akawa ni matokeo ya vitendo ambavyo nyi wenyewe mmekuwa mkivifanya na hatimaye sasa serikali inaamua ije na rungu ili kuwabana, kuwarejesha katika mwelekeo sahihi. Sisi walimu tumekuwa kama chumvi. Chumvi, mpishi ha ha hafurahishwi ama hasifiwi kwa kupika vizuri na kuweka kiwango kidogo cha chumvi, lakini usipoweka chumvi katika chakula walaji wanalaumu, ukizidisha walaji wanalaumu, ukiweka kiwango sawa hakuna anayesifia. Ndivyo walimu tulivyo. Mazuri yetu mangapi walimu tunatenda nchi, hatutambuliwi. Leo hii mwanafunzi anayeperform the best student anaitwa bungeni, mwalimu aliyemfundisha mwanafunzi huyo anaitwa wapi? mwanafunzi bora akapata zawadi bungeni, na hivi huyu mwalimu aliyetwili usiku na mchana kumfanya mwanafunzi huyu awe bora anaitwa na nani? Hatambuli popote pale. Yapo, binadamu sio malaika, ni viumbe, yako madhaifu kwa walimu, lakini tunagawanywa madhaifu. Tatizo la mwalimu mmoja, tunavikwa hilo jua walimu sisi wote lakini mazuri ya walimu wengi hatuvishwani, hatusifiwi, hatusemwi popote. Hii ndio shida kuwa na negative attitude kwa walimu ambao the, the, the, the, ndio nini, the, the shapers of the future, ndio watengenezaji wa taifa. Huwezi kumpata rais, huwezi kumpata mbunge, huwezi kumpata engineer, huwezi kumpata engineer wa ndege kama hakupita kwenye mikono ya mwalimu. Mwalimu Mesha, kutarudi kwako uh, baada ya kutupa picha ya kile ambacho nyie mnakiangazia katika mswada huu unaosubiri tu karamu ya mheshimiwa Rais kabla ya ujawa sheria. Msafiri, umesikia maneno ya, ya, ya, ya mwalimu Meshak, meskia ni kama anasema mswada wenyewe kwao <laughs> kabisa, mm. ni shubiri na si asali tena. Ndio kabisa, nimesikia uh, kwanza kabisa kitu cha msingi tunachotakiwa tuangalie, nini malengo ya hmm. mswada ulo mpitishwa bungeni hivi karibuni wa uanzishaji wa bodi ya kitaalamu ya walimu ambayo ni Tanzania Teachers Professional Body, nini malengo? Lakini kitu cha pili tuangalie, kazi za za hii bodi ni nini, alafu na mamlaka ya bodi ah. Uh, kuna vitu mwalimu amesema, of course nakubaliana naye na kuna vitu mwalimu amesema siwezi kukubaliana naye kutokana na, na mfumo wenyewe tayari ulishatengenezeka hivyo kabla hata kuanzishwa hii bodi. Uh, nitakuja nita kwake kwenye hiyo nukta. Tukiangalia hii bodi hii bodi, sababu ya kuanzishwa hii bodi ni sera ya elimu ya mwaka elfu mbili na kumi na nne, kama utakumbuka mm, kwenye ile sera ya elimu, sera imeweka wazi kabisa, inataka kuwepo, kuna viwango vya kudhibiti ubora wa walimu kama sera, na sera inapokuja mara nyingi huwa inataka utekelezaji wake Of course kuna vitu vingi kwenye sera a taratibu tunaanza kuvitekeleza. Kuna swala lile labda la elimu msingi mm. lileta sintofahamu yeah. katikati hapa swala la elimu bure tayari sasa hivi lishaanza kufanyiwa kazi, tutakuja kwa upande wa, wa, wa, wa walimu ndo, kama hivyo, ku, ku, ku, ku, saini. Saini. Na ule muswada ukishasainiwa ukishakuwa sheria bado kuna, kuna kuna mianya mingi sana na kuna maslahi mengi sana kwa sababu unamruhusu pia mwalimu kujadili changamoto mbalimbali mbali na kuzipatia ufumbuzi. Unajua kuna, kuna sheria, kuna kanuni, halafu kuna taratibu ambao zinaweka sasa katika mpangilio ambao hiyo sasa itakuwa ndani ya mamlaka ya, ya, ya, ya waziri, kama waziri mm. mwenye dhamana na swala zima la elimu, kutengeneza kanuni. kutengeneza kanuni na ule utaratibu ambao bado unaweza ukamsaidia uka mwalimu namna moja au nyingine, na huu um, mswada ulijaribu kushirikisha wadau mbalimbali mm. Sasa lengo la mswada wenyewe yani, lengo la hii bodi ni nini la uanzishaji wake? Hii bodi lengo kuu kabisa la kwanza nini? Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ku, kuweza ku, kumtambua mwalimu kitaaluma. Unajua sasa hivi mwalimu anatambulika lakini hatambuliki ile kitaaluma. Nikisema mm. atambuliki kitaaluma nakusudia nini? Katika ile professional orientation yeah. Mfano leo tuna bodi mbalimbali nchini waandishi NBA, national board of accountants and auditors. mm. tuna bodi ya QRB, bodi ya wasanifu majengo sijui na wachora lamani, tuna bodi ya wahandisi. mm. tuna PSPTB pale Tanzania professional procurement and supplies technician board. Kuna bodi nyingi eh, mpaka hata kwa upande wa sheria kuna wanaenda bascool au school of law, ili kuweza ile inampandisha hadhi yule anaepitia kule. Leo hii mwalimu amekuwa, hadhi yake haitambuliki wala haithaminiki. Yani, uki tu, tumepata bahati sisi wengine, kutembea nchi mbalimbali duniani ukienda Amerika wapi, unaona nafasi ya mwalimu nafasi ya mwalimu na nafasi ya udaktari hazitofautiani kwa nchi za wenzetu. Sasa hiki chombo kimekuja, kina malengo mazuri, sema tu ndani yake changamoto hazikosekani. mm -hmm. Na kama alivyosema hapa ndugu yangu mheshimiwa katibu kwamba Uh, sisi ni wanadamu, sio malaika hatutarajii tulete kitu kwa kishakamilika katika upande wa, wa sheria. Mm. Kwa imekuja kazi zake itakuwa kumsajili mwalimu. Yeah. Kazi yake itakuwa kumsimamia, ukiacha kumsajili mwalimu itakuwa pia kazi yake kumsimamia mwalimu katika upande wa miiko na maadili ya walimu. Professional conducts. Yeah. Umeona? Hiyo ni nisema nini ya kazi yake. Lakini pia vile vile itakuwa ina kazi nyingine. Eh, kuangalia ama kudhibiti viwango vya ubora wa vya walimu. Walimu kwa sababu leo hii walimu wamekuwa wanatukanika kutokana na, na, na, na kuto kudhibitiwa tu katika maeneo haya, of course kuna tume pale ilipitishwa kama utakumbuka kwa, kwa, kwa sheria ya mwaka 2015 na 5, nakumbuka tena ilikuwa hmm. E, mwezi wa tisa ile ile ulivyopitishwa ile mswada ukaja ukasaniwa ya, ya, ya, ya tume ya walimu Tanzania Services Commission, la, commission. Lakini ukiangalia ile tume ufanyaji wake wa kazi, mamlaka yake, mipaka yake, bado kuna vitu inakuwa inashindwa. Kwa mfano leo hii tume inashindwa kudhibiti watu ambao sio walimu wanaoingilia taaluma hiyo, walimu, watu ambao ni walimu lakini maadili yao sio mazuri. Hatusemi kwamba sheria imekuja pale kumkandamiza huyu mwalimu kwamba imwonee huyu mwalimu hapana. Kuna utaratibu ambao upo umepangwa, na itafikia wakati e, mtu anaweza kafikishwa mpaka mahakamani na akapata nafasi ya kujitetea, kama lile kosa atakuwa amelifanya hmm. Leo tumeona kuna kuna incident mbalimbali mbali zinatokea, ingawa kuna baadhi ya matamko yanatokea kama vile yanaonekana yanachukuliwa kisiasa zaidi kuliko ni kiutendaji e, lakini tumeona walimu jinsi gani baadhi ya walimu, sio wote, kwa sababu of course mimi mwenyewe pia ukiangalia pia mwalimu <laughs> nilishawahi kufundisha katika viona nini e, utaona jinsi gani matatizo yalotokea sasa, walimu kama hawa wanachafua walimu wengine. Kwa hiyo mimi nasema kwa upande wangu mm. kwamba naona hii sheria ameni huu mswada ambao hii sheria itakaopitishwa tuipe nafasi. Eh, kwa sababu kwanza imekuja kuinua ku, ku hadhi ya huyu mwalimu, sema mm. kuna changamoto ambazo zipo ndani yake, itabidi sasa tuzijadili tuzi eh, kwa mfano kwenye swala so zima la, la, la, la kwenye leseni ile ya usajili mm. eh, kuna ada ya leseni ya usajili, tu, tu, tu, tu, tu, ya leseni ya usajiri itabidi tujadili kwa sababu leo mwalimu ukimwangalia anakatwa asilimia tisa kwenye, nini? kwenye, kwenye, kodi, si, ndiyo? Mm -hmm. Alafu ukija kwenye bodi ya mikopo mm. anakatwa karibia asilimia ngapi kumi na tano mm na tano umeona. Halafu eh, kwa hiyo tu, tu, tuangalie sasa kwenye swala zima la kuweka ada, kwa sababu utaratibu utakavyokuwa kila mwaka itakuwa review eh, ile leseni katika swala zima la kufundisha na swala zima la usajili wa ule mwalimu. Kwa hiyo kila mwaka itabidi review awe analipo kwao. Kwa upande wangu nadhani kwamba hii sheria inaokuja tuipe nafasi Mm -hmm. E, na kwa sababu ina malengo mazuri, ukiangalia zile objective zake na goals zake, na kama wadau wote wengi tulishirikishwa wakiwepo na walimu wenyewe. Sasa tunapokuja kwenye kanuni huku na taratibu mbalimbali, bado kuna sehemu ya maoni yetu, e, na bado walimu wakisimamiwa na vyama vyao pia wana sehemu ya maoni yao kufikisha maoni sehemu husika, kuangalia. Hata mimi naongana naye kabisa, haki ya mwalimu lazima ilindwe. mm -hmm. nafasi na thamani ya mwalimu lazima itambuliwe. Sasa hivi tunaitambua thamani ya mwalimu na nafasi yake lakini, mm. Je, tutalinda vipi hii haki. mm. Na sheria inapokuja haiji katika upande mmoja tu kwa sababu sheria wanasema uh, uh, law is, uh, is set to be obeyed. Yaani, yeah. Sheria siku zote inatungwa ili itiiwe Itib umenifahamu vizuri na ili ile sheria itiiwe lazima basi kuna kuna vitu vinawekwa ambavyo ni kama consequences utakaoweza kuzipata wewe utakapovunja ile sheria. Mm. Kwa hiyo hizi adhabu ambazo zime, zime, zimeainishwa zi, zi zisiwatisha sana walimu kwa sababu uweze kupata adhabu isipokuwa mpaka umefanya kosa. Kwa maneno machache, Msafiri. Naam. Mswada umekuja kwa wakati mwafaka. Nasema umekuja kwa wakati mwafaka kutokana na mahitaji yaliyopo sasa hivi. Mm. Kwa nini? Sasa hivi kumekuwa kidogo kuna, kuna kuna tatizo sana kwenye taaluma ya walimu. Binafsi nasema kwamba walimu umevamiwa. Walimu umevamiwa, hatuna, hatuna standardization kwenye, kwenye swala zima la walimu. Leo hii utakuta mtu hajasomea walimu, amesomea kitu kingine kabisa lakini kwa sababu uko mtaani ana ajira inabidi aende <laughs> kuingia. tunataka tuboreshe elimu tunataka tuboreshe elimu. Kuna kitu kinaitwa uh, decentralization by the evaluation umefanya d by d yeah, ugatuzi wa wa, wa madaraka, madaraka ili tuboreshe kwa mujibu wa ibote, tukapokuja nadhani zitatusaidia kwenye hicho kitu. Ili tuboreshe mfumo wa elimu, kwanza lazima tumboreeshe mazingira, mazingira ya mwalimu mazingira ya mwalimu bado, sisi sisi hayako sawa kwa kwa, kwa mfumo wetu ulivyo sasa hivi. Kwa hiyo unapokuja mfumo kama huu utakuta sasa hivi, kwa mfano tukiangalia hii by d utaona mwalimu anajibiika chini ya nani? Chini ya mkurugenzi ambaye ndio chini ya almashauri umefanya vizuri, halafu anakuja naangukia kwenye tume hapa. Sasa tunataka mwalimu huyu awe, kuna chombo, kuna bodi kinachomtambua kina kina, nakuweza nitakutolea mfano mdogo tu, uh, kwa mfano muundo wa, wa, wa leseni, manake kuna hofu imeingia huko mtahani, muundo mm, wa leseni ya, ya walimu kwanza kabisa kuna hii temporary uh, registration yeah, ambayo hii imelenga wale walimu foreigners alafu ukiacha wa foreigners kwa temporary registration ambao actually inakuwa for two years mm, then kuna, kuna professional registration ambayo inakuwa ya miaka mitatu, alafu kuna full registration, lakini pia kuna kipengele kinachosema endapo kama mwalimu amemaliza sasa, kwa sababu ili usajiliwa lazima ufanye kazi zaidi ya mwaka mmoja, alafu yeah, lakini sasa mwalimu bado hajasajiliwa Inakuwaje sasa? Kwa maana hiyo atakuwa sasa kipindi hicho anasubiri asajiliwe, na kwa hiyo atafanya fanya vipi kazi? Anaweza kufanya kazi chini ya mwalimu ambaye alikuwa licensed, ambaye amesajiliwa, mwenye leseni, under supervision ya yule mwalimu. Akiwa anafanyaje? Anamsimamia kama unavyoona hizi hizi hizi bodi nyingine. Na kwa kweli sasa hivi tunaona ni kama kitu kigumu, lakini baadaye tutakuja kuona jinsi gani hizi bodi zina zinavyokuwa zina mchango mkubwa wa kumsaidia yule mtu aliyokuwa kwenye bodi husika, kama tunavyoona hizi bodi ambazo zipo nyingine Naam. Mwalish, tumemsikia Msafiri ametupa picha ya mswada wenyewe, baadhi ya maeneo ambayo watu wengi pia wameona kwamba ni mazuri, ikiwemo mambo ya leseni, kutambua hiyo fursa na nafasi na hadhi ya mwalimu hapa nchini, ambayo hapo awali haikuwepo, na matokeo yake yamekuwa ni hayo ambayo mengine umesema, mmekuwa mkionekana hamna thamani, ni kama chumvi tu jikoni, ukizidi kero, ukipungua kero, ukiwa sawa hakuna ambaye anakujali wakati mswada wenyewe unatengenezwa, wadau mbalimbali walishiriki, hamkuyaona haya? Mr. Nurdin, kwanza niseme huu mswada umekuja kisiasa, hakuna utafiti wowote wa kisayansi uliofanyika katika nchi hii. Hatuwezi kuletewa pepa hata hapa. Nani kafanya utafiti mm? nchi hii nini kimepelekea mwalimu wa Tanzania hadhi yake ishuke? Tuna miaka 60 tangu tumepata uhuru tulinganishe hadhi ya mwalimu wa nchi hii kipindi cha Mwalimu Nyerere ilikuwaje? Hadhi ya mwalimu wa nchi hii kipindi cha Mzee Mwinyi ilikuwaje? na mpaka tunafika au tano, haya mambo yametungwa kisiasa. Hakuna utafiti uliofanywa na profesa yote nchi hii ama na mwalimu wote, kwamba nini kimepelekea hadhi kushuka. Kwanza nchi hii haijawahi kutosheka walimu, lakini walimu hao hao wachache, serikali inasema ni wengi kwenye bajeti. Yaani ukienda kwenye mambo ya uchumi, walimu inabidi wapungue lakini katika mahitaji ya jamii kitaifa walimu hatutoshi. Nchi inatupeleka wapi? Tunakwenda wapi? tunapeleka wapi nchi? Hakuna utofauti wa kisiasa, la kwanza. La pili, mswada huu sio fikra ya serikali, ni fikra za wadau, au niite wapambe. Na waita wapambe kwa sababu waliozalisha fikra hii na kuisukumasukuma serikali sio walimu. Baadhi yao wachache wamesomea ualimu, lakini hawafanyi kazi ya ualimu ni rafiki yangu Mpendu amesema alishawahi kufundisha huko, maanake saizi afundishi. Wako makatibu wa chama cha walimu Tanzania, sababu uti walishaacha kufundisha, hawa ambao hawajui hata kwa shika chaki, hawajui lesson plan inaandikwaje, inaandaliwaje ama skimu of work ya walimu mwalimu ikoje. Hawa ndio wakaipelekea serikali kuisukuma, sio wazo la msingi la serikali, haikubuni serikali, ni wapambe. Sisi wenyewe walimu hatujashirikishwa. Chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania, CHAKAMWATA, kimekuja kushirikishwa bungeni kwenda kuimarisha kutunga sheria kwenye kamati ya bunge tarehe 23 mwezi uliopita. Sheria imeshatungwa tayari, mswada uko kamili. Sasa tunakwenda kwenye kamati ya bunge kuboresha vifungu. Presentation yetu haikuwa mahali pake, watu waliambiwa vile, lakini ilikuwa tuifanye hivyo kwa sababu tutaboreshaje vifungu vya sheria isiyokuwa na mwafaka. Toka huko tulikotoka, hatujui tumesafirije mwishoni mwa safari tunashuka stendi. Sasa shuka stendi, mizigo yako, ni nilipanda gari ipi, nimefika fikaje hapa? Hatujashirikishwa. Na nilichogundua tulichogundua huko ndani kwamba kuna watu wanaitwa wasaka fursa. Sasa hivi kuna NGO zinazaliwa kama uyoga, na ile NGO yako iweze kupata misaada ama kutoka serikalini kule Azaki, ama kutoka nje, lazima iguse mambo ya kijamii iguse mambo ya mazingira, iguse mambo ya elimu, iguse mambo ya watoto, sio wa, wa, wa, mago, ma, yale magonjwa ya kudumu na vitu kama vile. Kwa wako ambao professionally are not teachers wanaanzisha NGO ambazo zinatumia jina la mwalimu ama elimu within ili kurahisisha mazingira ya kupata misaada ya fedha. Hawa ndio wametufikisha hapa, mwalimu Meshak, mengi yanaonekana, uh, ni kana kwamba mnatafsiri ni maovu kwa upande wenu na hajawaangalia katika jicho zuri Ukiangalia yale ambayo yana manufaa kwa upande wenu kwenye mswada wa sheria unaweza ukayainisha kwa haraka haraka. Kwa haraka mimi ningomba ni ningomba manufaa katika sheria nzima, jambo moja tu mm-hmm, inflow ya foreigners teachers kutoka nje kuingia nchini hakuna chombo kinachowaregulate. Mtu akija kwenye public kwenye private schools, sisi tuna official languages mbili, tuna lugha ya kiofisi Kiswahili na lugha ya kiofisi Kiingereza. Taifa hili tuna lugha mbili, sisi ni sasa mtu akija kutoka nje kuja kufundisha private schools maadamu anajua ungenge anajua Kiingereza basi anaajiriwa afundishe zile shule. Ni hicho tu. Sasa hatuna chombo cha kuwapima hawa watu. Huko walikotoka training zao zimekwendaje, maudhui na jinsi gani? Na mmoja wapo mtu ambaye ameshawishi mpaka kufika hapa serikali tunafika hapa taifa linoumuka tunafika hapa lipo alikuwa ni naibu katibu mkuu wa chama cha walimu Tanzania, toa Olooch alitaka kwenda kufundisha Botswana. Kule Botswana akakuta kuna bodi ya walimu. Ile bodi kampitisha kwenye mizani yake, akawa disqualified. Kwa aliporudi akaanza, akawa ni mtu mkubwa sana kwenye chama cha walimu, ambaye aliinjinia haya mambo yafanyike kwa sababu ya personal interest. Amekwenda kule akikosa, akaona basi na sisi kwetu tufanye hivi. Ni wazo jema, kisio kila mtanza mtu aingie tu kuja kufundisha hapa, lazima apitie kwenye chombo. Hayo ndio manufaa anayoyaona. Kwenye sheria hii, kwenye content yake, kwenye maudhui yake, imeongea kwa uchache sana. Maudhui mengi, asilimia 90 inahusika na mwalimu wa Tanzania nirekebisha data ambazo ndugu yangu mpendwa amezisema kwamba wafanyakazi tunakata uh, uh, kodi asilimia tisa. Sio asilimia tisa, asilimia tisa ni kisiasa. Unapokwenda professionally na hizi zinarekebishwa na, na, na, na, na, na, na, na TRA. Ile tisa ni kama una kalkuleti hesabu ya mzingo wa duara, umepewa pai, hujapewa kipenyo au rajas yake, na ile rajas ndio itaamua jibu liwe kubwa ama liwe dogo. Tisa ni input tu katika ile formula ya pay as you earn. Watu tunalipa kodi mpaka asilimia kumi na saba ya mishahara yetu asilimia ishirini na tano mishahara yetu asilimia arobaini ya mishahara yetu kwa kutumia kanuni hii. Kwa hiyo tisa sio tisa, nenda kwenye mahesabu, is not tisa, mm. ni kitu kingine tofauti. Kwao kuna data zinatumika, lakini data tu za kisiasa. Lakini pia kwamba uh, labda hii nini hii bodi imekuja kwa wakati mwafaka. Huu si wakati mwafaka, kuna mambo ya msingi yatakiwa afanyike kabla kuja hii bodi. Mambo ya msingi afanyike ni kutatua kwanza zile kero za walimu lakini walimu wenyewe washirikishwe kutoa content kwenye hii bodi, waambiwe hadithi, hawazijui. Mpaka hapa tupofika, bwana Nurdin, walimu tumeviziwa. <laughs> Na ningepewa nafasi leo kumwomba mheshimiwa rais, ningesema mheshimiwa rais, please naomba usubiri kabla ya kutia saini yako hapa, kuna mambo yakae sawa. mm. Eh. Sawa, Msafiri, uh, tumemsikia mwalimu <laughs> kina namna ambavyo na, na, na, anaainisha yale ambayo walimu wanayohofia na wanayoogopa. Mm. Ah, me kimsingi, labda ni ni ni, ni rudi kwake kwanza, hiyo data ambayo amesema amerekebisha iko sawa kusema kwamba mwalimu anakatwa yani, mfanyakazi anakatwa mpaka 40% ya, ya mshahara wake kwenye kodi. Nadhani hakuna kodi aina hiyo Tanzania, umeona eh, kwa sababu hata ukiangalia VAT yenyewe mwisho wa asilimia ngapi? 18 20 18 18, umenifahamu vizuri eh? na hii asilimia tisa ni payers one ni vitu ambavyo viko vinafahamika, umeona lakini uh, turudi pia kwenye, kwenye, kwenye nukta nyingine ambayo ningependa ndugu yangu natakiwa aijadili kwa, kwa, kwa, kwa, sio kwa hofu, kwa uwazi na kwa upana na kwa uhalisia kwamba si sahihi na si kweli kusema kwamba eti hii sio mawazo ya serikali, sio mawazo ya serikali, yani hili jambo sio la serikali. Mimi nimerejea, umeona, jambo hili ni sera ya elimu ya mwaka elfu mbili na kumi na nne. Ndio ile sera inatoa mwongoza na mwelekezo wa jambo hili, sio kama limezuka lime tu leo kama watu wengi wanavyoona wanavyo. Lakini pia nasikitika kuona kwamba wanasema hawajashirikishwa, umeona kwa sababu mimi nina tamko la wizara wizara hapa hata ukiingia kwenye useti ya useti ya wizara ipo pale, wanasema hatua hizi za uanzishwaji wa bodi hii kwa awali kabisa tumewashirikisha, tena wakiwataja kabisa, Hakielimu, Chakamwata, Tapie, Tamoso na mtandao elimu Tanzania Tenmeti. Sasa of course, kuna CWT kuna mambo yao ya kiasasi, kuna mvutano na nini, lakini hawa ndio wasimamizi wa walimu kwa miaka yote kabla aj aj aj ajianzishwe hii bodi. Leo hii ukisema kwamba hii bodi imekuja kumkandamiza mwalimu, hakuna zuri hata moja, wakati tayari vitu vishawekwa kwa wazi kwamba, cha kwanza kudhibiti ubora wa walimu katika taaluma yao, lakini kumpa license ili mwalimu naye ya, atambulike, awe professional huwezi ukasema kwamba yani hakuna kitu chochote wala masuala yote, na hata unapoongelea foreigners au walimu ambao ni foreigners. Tanzania mzima walimu foreigners ni 1192. Lakini walimu ambao sio foreigners Tanzania mzima kwa data za mwaka 2016 ni walimu laki tatu thelathini na mbili elfu mia saba arobaini. Kwa hiyo foreigners ni wachache sana. Umeona, na hata wakija kuna baadhi ya mashule wanakuwa wanaenda kufundisha sio shule zote na, na, wana, na wanakuja katika program maalum pia tukirudi kwa upande wao sasa, wenye walimu they want to be blamed, kwa sababu ukiangalia kihistoria, CWT na miaka mingapi pale, nini kazi za CWT, nini malengo sisi kumtetea huyo mwalimu, miaka yote wako wapi hapa? Eh, kuna chama kimekuja, ambao of course at least tumeona, umeona ja, ja, CHAKAMWATA umekuja, lakini huu ni mwaka ngapi mwalimu, wanane au wan, wan, wanne toka tumesajiliwa, lakini zile harakati zinaanza nane, kwa sababu kulikuwa kuna wenyewe wanajua nini kilichokuwa kinaendelea. Hatutaki ku, ku, entertain sana huko, kwa sababu tunachodai tunachodai hapa ni ule uanzishaji wa ile bodi. Sasa kuna chama cha walimu, angalie vitu, kuna tume ya walimu Tanzania, kuna chama cha walimu Tanzania kuna chama cha wafanyakazi na hivyo vyama vya walimu, kuna, kuna, kuna cha, cha, cha kina mkoba hiki, CWT, alafu kuna hiki hapo, hawa wote malengo ni kumpigania na kumtetea mwalimu hmm. Sasa leo hii tukija, tukianza kulalamika, tukisema kwamba tusichukue kwamba kila kitu ni kisiasa, mimi, my take kitu ninachokisema hapa, hata zilivyoanzishwa hizo bodi nyingine NBA, kwanza lazima tujue nini maana ya bodi na nini kazi za bodi hmm. Ukiacha hiyo sheria ndani kwamba itafanya hivi itafanya hivi itafanya hivi itafanya hivi, lakini tuangalie the goal ya ile bodi. Hii imekuja kumtambua mwalimu as a professional. Taaluma ya walimu ilikuwa haithaminiki, haitambuliki, watu wanaiangalia tu, kuna baadhi ya ya ya, ya, ya, ya. Mimi nafanya counseling and guidance na ninadili sana na katika masuala kuwasaidi ya kuwasaidia vijana kwenye udahili kuingia kwenye ngazi ya vyuo vikuu. Utakuta asilimia tisini ya vijana kama sote akishakosa vitu vyote vya kusoma ndo nakwambia, basi bwana, mna neno hata walimu bwana. Kwa nini? Kwa sababu sisi wenyewe tumeshinda kureguleti hadhi ya mwalimu mm. tumeshinda kuisimamia na kuitambua. Sasa chombo kinakuja, sikatai kwamba hata mimi kuna baadhi ya sheria musiafikeni nazo kwa mfano ukiangalia kifungu, hmm, kifungu cha namba 18 kinahusiana na masuala ya usajili kwamba mwalimu sijui kabla hajasajiliwa kwanza sijui apimwe, umeona sijui kama maadili yake yakoje na nini. Kifungu cha vile vile ishirini na tatu, sio kama sheria yote, yote na afikiana nao, lakini ninachokisema mimi au ninachofikiana nacho mimi kwamba bodi imekuja kuweka kazi ya mwalimu as a professional. Sasa kama walimu wenyewe hawataka kutambulika as professional basi watakuwa wanaendelea katika msingi kama ya siku zote naam. Msafiri uh, wakati wetu umetutupa mkono kwelikweli. ni kweli, washukuru sana kwa kuwa nami katika mizani ya wiki hii leo naam. Tumekuwa naye Msafiri Mpendwa, ni mchambuzi wa masuala ya elimu, lakini pia nimekuwa naye mwalimu Mesha Kapange, yeye ni katibu mkuu wa Chama cha Kutetea Haki na Maslahi ya Walimu Tanzania, CHAKAMWATA. Tumekuwa tukiangalia mswada wa sheria wa bodi ya kitaalamu ya walimu ambao wanasubiri saini ya rais Dk Magufuli kabla haujawa sheria. Naitwa Nordin Selemani, mwandaji wa kipindi hiki amekuwa ni Jamal Hashim. Nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea na kwa heri kwa sasa.